Nafasi nyingi za kazi zimeweza kutangazwa katika taasisi mbalimbali mbali za umma ikiwepo Tanapa ikiwepo Tashiko ikiwepo PDPC ikiwepo Feta. Nafasi nyingi sana zimetangazwa taasisi mbalimbali mbali za umma. Uh, unachotakiwa kufanya ni kuweza kutuma maombi yako mapema kabisa, tuma maombi mapema kabisa Mfano kama hapa nafasi za kwanza zilizotangazwa, kuna Mwalimu Nyerere Memorial Academy, tutorial assistance statistic, hapa kuna posti moja. Pia kuna tutorial assistance, human resources management public administration, kuna nafasi mbili na kuna tutorial assistance, procurement and supply nafasi moja. Tutorial assistance business administration nafasi moja. Tutorial assistance accountants nafasi mbili na Tanzania Forestry Service Agency TFS. TFS hapa kuna conservation ranger 2 ranger 3 assistance beekeeping officer four post. mm -hmm. Conservation ranger 3 boat operator 3 post. Conservation ranger 3 administrative officer 3 post. Conservation ranger 3 health assistance one post.

Kwa hiyo hapa kuna nafasi nyingi sana ambazo zimeweza kutangazwa sasa. Unachotakiwa wewe kupata PDF hii, na baada ya hapo uweze kuangalia nafasi ambayo inakufaa, then ingia katika akaunti yako ya ajira poto ili uweze kutuma maombi. Hakikisha maombi yote yanatumwa katika mfumo wa kielektroni wapoto.ajira.go.tz. Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii share video hii kwa wengine wengi zaidi ili waweze kupata taarifa hizi, na unachotakiwa kufanya ni kuweza kujiunga na grupu letu la WhatsApp ili kuweza kupata PDF hii na uweze kuangalia nafasi ambayo inakufaa. Tanzania National Park Tanapa pia wameweza kutoa nafasi za kazi kama unavyoona, Conservation Ranger 2 attendant 18 post Okay, Conservation Ranger grade 3, wildlife management to driving, nafasi ishirini na moja. Kwa hiyo kuna nafasi nyingi sana za kazi ambazo zimeweza kutolewa katika taasisi mbalimbali mbali za umma. Asanteni na karibuni. Jina langu ni Feaboy.